Habari ya kutwa nzima, mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV, ni wasaa mwingine tena katika kile kipindi chako kipendacho cha uhalisia wa maisha, namna tunavyoishi na watu, namna tunavyolea watoto wetu, namna wakina baba na wakina mama wanavyolea familia zao. Na hii ni Maisha na Watu, ukiwa na mimi Ganji Mashaka. Usikose, endelea kuwepo hapahapa Dar es Salaam Tanzanite TV ili upate kuelimika, kuburudika, lakini pia kupata habari mbalimbali mbali. Sijaenda mbele katika kipindi, mtazamaji, nataka nikuambie huu ni mwezi wa kumi na moja sasa, na wewe uniambie vipi, mipango yako uliokuwa umepanga imekamilika? Kwa maana tunaenda kuumalizia mwaka <laughs> najua uliandika vitu vingi sana katika dayali yako ili uweze kuvitimiza, lakini mpaka sasa kilichobaki ni kupambania uhai na kumshukuru Mungu kwa kufikia mwezi huu. Vipi kwa upande wako mtazamaji wa DTTV, usiache kudondosha komenti yako kuhusiana na nusu na robo ya mwaka huu wa 2025, lakini vile vile nataka niwape pole wale wote mnaouguliwa, lakini pia ambao mnaendelea na heka heka pilika pilika za hapa na pale. Mwendelee kumshukuru Mungu katika kila hatua mnayopiga. Basi leo hii nipo na mada ya kweli, mada moja nzuri sana ambayo inasema kujitambua kunakufanya kuwa huru. Najua utajiuliza mtazamaji, nitakuwa vipi huru endapo nitajitambua? Basi endelea kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Sasa nataka nikuulize mtazamaji, kuishi vile wengine wanataka na kufanya vitu kwa ajili ya wengine wanapenda, je, kunakuweka huru au Kukaraisha nafsi yako? Sasa nataka nizungumze na wewe na nikuelezee maana ya kujitambua. Kujitambua ni kujua wewe ni nani, unataka nini na unafanya nini katika maisha yako. Ni maswali ambayo unatakiwa kujiuliza wewe mwenyewe, ndani kwa ndani. Hii itakufanya uwe huru, kwa sababu ukishajiuliza unataka nini na wewe ni nani, basi utafanya kile kitu ambacho kitaweka huru nafsi yako na sio kuridhisha watu wengine. Nimesema kwamba utajiuliza maswali ya ndani, utajiuliza nini? Basi kitu cha kujiuliza, wewe ni nani unataka nini, na nini hasa ambacho kitakufanya ujisikie ukiwa hai. Watu wengi wanahangaika si kwa sababu hawana uwezo, bali ni kwa sababu hawajajitambua wao ni wakina nani. Wanajikuta wanarandaranda katika maisha, wanaishi maisha ambayo sio ya kwao ili kuridhisha watu wengine. Mwisho wa siku, mfumo wao huo wa maisha unawapelekea kutofikia malengo yao. Kwa hiyo ukiona umeanza kufikia malengo yako, ujue umeanza kujitambua. Unapojitambua sasa unaanza kujua wewe ni nani na unakuwa na nguvu ya kujipambania wewe mwenyewe vilevile vile, utajifunza kusema neno hapana pale ambapo hapa stahili na utafanya vitu vyako wewe mwenyewe ambavyo vitakuwa vinakupa raha katika maisha yako, sio kufanya vitu ambavyo itafurahisha jamii, huku nafsi yako ikiwa inasononeka. Kuna wakati unajua, mtu anaishi maisha yake yote kwa ajili ya kuridhisha wengine. La, lakini sio kwa ndo maisha yake, lakini anaweza akafanya vitu ili kupendezesha wengine na sio kupendezesha nafsi yake. Hatimaye anajikuta hali hii inamtesa sana moyoni mwake. Ndio maana nikasema hivi, kujitambua kutakuweka huru. Unajua bwana, safari ya kujitambua siyo nyepesi, watu wanaweza kukubeza, kukucheka, hata kukushangaa. Lakini unaweza ukajiuliza, kuna watu maisha wanayoishi ni haya ya hivi atataka kuvaa kama wengine, kuzungumza kama wengine, hata namna ya kuishi aishi kama wengine, wakati sio maisha yake. Kwa hiyo nikusihi, usiogope safari safari ya kujitambua ni ndefu sana. Watu watakubeza, watakudhalau, watakushutumu, hata kukupa majina mengi tofauti ya kukatisha tamaa, lakini mimi nakupa moyo, usikate tamaa, endelea kusonga mbele mpaka pale utakapokamilisha malengo yake. Dunia hii haijawahi kuwa nyepesi hivyo, hakikisha unakaza boot, unafunga mkanda na maisha yanaendelea. Unapojitambua unaanza kufanya mambo yako mwenyewe bila kuogopa, na unakuwa na ujasiri wa kusema neno hapana. Unapojitambua pia unakuwa na ramani ya maisha yako wewe mwenyewe, utaweka vitu na vitaenda kama ulivyopanga. Hivyo mshikaji wangu, hakikisha unamwomba Mungu akusaidie katika swala zima la kujitambua. Ukijitambua unakuwa na ujasiri, hivyo shikilia hapo. Unapojitambua unakuwa na ujasiri. Kujitambua ni kama kuwa na ramani mkononi. Mwingine anaweza akaona unaenda polepole sana, lakini wewe unakuwa unauelewa mwendo wako, huhitaji kasi kubwa, kwa sababu hatimaye utawaza kwamba kuwa na pesa nyingi sio kigezo cha mafanikio, bali ni ile mikakati ambayo umeiweka ndio itakufanya uweze kupata mafanikio, hivyo wahenga walivyosema mwenda pole hajikwai, wala hawakukosea. Kwa hiyo mwendo wako wa pole usikukatishe tamaa, wala wale wanaokubeza wasikukatishe tamaa. Hiyo ndio maana halisi alisi, naposema ukijitambua unakuwa huru. Kwa hiyo leo nina machache sana, sina mengi. Hivyo mtazamaji, endelea kuwa nami na uweke komenti zako, weka useme kwamba lini ulijitambua na ulivyojitambua ulifanya nini, vipi kuhusu marafiki ambao walikuwa hawajajitambua ulipotengana nao. Maana unapojitambua una uwezo pia wa kuchagua kipi sahihi na kipi si sahihi, ukaamua kukichukua au kukiacha. Najua unavyoamua kuishi maisha yako, hata baadhi ya rafiki zako watakutenga watasema, huyu mshikaji siku hizi sio mwenzetu tena, anajiona mtu wa maana sana. Ila nataka niwasanue, niwaambie sivyo ilivyo, bali mtu sasa amejitambua na anataka kuishi maisha yake. Katika dunia hii ukisema uogope kufanya kitu chako wewe mwenyewe cha kuelekea maisha yako, mshikaji wangu hautatoboa kwa sababu utakuwa unasema fulani anasema nini anataka nini na sio wewe. Kwa hiyo hakikisha unaepuka sana vitu vya namna hiyo. Na pia ili uweze kujitambua hakikisha yale makundi mabaya mabaya yasiyokuwa na mawazo ya maendeleo unaachana nayo kabisa, maana ukijitambua lakini bado ukaendelea kuwa na watu wa namna ile ile, hautaweza kusonga mbele, maana utakuwa na hofu. Watakuwa ni watu kukatisha tamaa sana. Ndio maana wanasema kwamba Mwenyezi Mungu anavyokutolea watu wa zamani akakuletea wapya, basi wale wapya wanaokuja kwako kwa huenda ndio sahihi. Yamkini vile vile msemo huo huo unaweza ukageuka. Ukasema kwamba kumbe wewe ndio haukuwa sahihi kwa wale watu ambapo umetoka. Kwa hiyo mwenyewe utafikiria na utangamua lipi lililo sawa, lipi lililo sahihi uweze kushi nalo. Usiache kuendelea kufuatilia Dar es Salaam Tanzanite TV. Like, comment, like ni pia share na usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa mapema. Asante.